Karibu katika channel bora zaidi ambapo tupo kwa ajili ya kukuhabarisha kukupa kile ambacho unakihitaji kuhusu michezo kijamii, lakini pia vile vile na habari tofauti tofauti. Mimi naitwa Chiwaga, hii inaitwa CWG Digital. Utakomitisha sana kwa kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kuwa ni miongoni mwa wanafamilia wetu ambao tutakupa habari details tofauti tofauti, nini ambacho kinaendelea, kipi ambacho kinakwenda kujiri na kipi ambacho wewe ulikuwa unataka kukifahamu kuhusu tu masuala ya kisoka. Tunafahamu tarehe ishirini ya mwezi huu wa nne 2025 kutakuwa na mchezo mkubwa sana ambapo klabu ya Simba wanaikaribisha klabu ya Stellenbosch mchezo ambao kila mtu anautazama kiukubwa wake. Mchezo ambao klabu ya Stellenbosch kutoka kule katika nchi ya South Africa waliweza kumtoa timu ya Zamalek katika mchezo wa robo fainali, lakini klabu ya Simba waliweza kuitoa klabu ya Al Masri kutokea kule nchi ya Egypt, wengi wanaifahamu kama nchi ya Misri. Yote kwa yote, sasa hapa tupo katika dondoo fupi fupi ambazo tumekuja kukuletea nini ambacho kinaendelea eh, kuelekea katika mchezo huu. Tunafahamu klabu ya Simba eh, uh, msemaji wao Ahmed Ali bado yupo katika zile hamasa za mwisho mwisho, ambapo wanakuambia mwaka huu hatuhitaji kingine chochote zaidi ya Simba kwenda fainali ya kombe la shirikisho. Kwa ufupi, tunataka ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika na hilo linawezekana. Unaambiwa jina la Simba Sports Club liliasisiwa na hayati Abeid Amani Karume, hivyo Simba ilianzishwa na Wazanzibari. Maana yake Simba na Zanzibar ni Dam, dam. Na hii haiwezi kuwa kazi ngumu kwa wanazanzibari kuipeleka Simba fainali. Fainali inapatikana kwa michezo miwili, lakini sisi tunataka kuimaliza hapa Zanzibar. Tunataka kupata ushindi mkubwa, ushindi mnono, ili mnyama awe kwenye nafasi ya kwenda fainali. Haya ameyasema Ahmed Ali, kuelekea katika mchezo huu mkubwa, ambapo watu wengi, haswa mashabiki wa Simba, wapo mbioni kwenda kuangalia mchezo huu. Timu ya Boschi si timu ya kuibeza lakini pia vile vile si timu ya kawaida kama hivyo ambavyo inadhaniwa. Kwa nini? Unaambiwa timu ya Zamalek ni miongoni mwa timu ngumu zaidi Afrika, ambapo ukiangalia katika majianti wakubwa wa timu ambazo zinafanya vizuri basi timu ya Zamalek nayo na imo. Lakini timu ya Simba kwa Stellenbosch inaonyesha kwamba timu ya Simba ni kubwa, lakini kuelekea katika mchezo huu maana Simba ndiyo mara yao ya kwanza kwa kipindi hiki kuingia katika hatua hii ya nusu fainali, lakini Stellenbosch wao tunasema ni underdog kwa sababu hata nafasi ya robo fainali walikuwa hawajawahi kufika. Yaani, hii ni nafasi yao ya kwanza kutoka robo fainali kufika mpaka nusu fainali. Nini maoni yako kuelekea katika mchezo huu? Tuma comment zako hapo, tutazipitia. Lakini vivyo hivyo tuendelea kukupa details na matukio mengi zaidi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo na kile ambacho kinakwenda kujiri kuhusu klabu hizi mbili kati ya Stellenbosch na timu ya Simba siku eh, ya tarehe ishirini tunaenda kuangalia mchezo mkubwa zaidi katika viwanja vya Amani Complex pale katika eh, visiwa vya Zanzibar. Mi nakutakia tu kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, like na ku comment, ili mradi uweze kupata habari details za matukio mengi yanayohusu masuala ya kimichezo. Hii di ni CWG Digital chao